Mradi wa Eyasi Wembere ni mradi ambao unalenga kutafuta mafuta na gesi. Ni bonde ambalo ni kubwa, linahusisha mikoa mitano, mkoa wa Arusha, Manyara, Tabora, Singida pamoja na Simiyu. Sasa huu mradi ulianza mwaka 2015 na tokea mwaka 2015 tumekuwa tukikusanya data mbalimbali mbali ambazo zinahusiana na uwepo wa mafuta na gesi katika eneo hili. Tulikusanya tena data zingine ambazo zilikuwa zinahusisha uchorongaji wa visima vitatu a, katika maeneo ya Singida a, kule Simiu pamoja na maeneo ya Tabora. Sasa zile data zilipelekea kubainisha miamba tabaka ambayo ina mafuta, kwa hiyo tukajiridhisha kwamba katika eneo hili la bonde ya, uh, ya Eyasi Wembere kuna miamba ambayo inaweza ikahifadhi mafuta. Tumekuja kwenye fezi ya pili sasa, ambayo ndio leo tuko hapa tunaangalia. Hii ni fezi ya pili ya uchukuaji wa data za mitetemo. Katika fezi hii ya pili ya uchukuaji wa data za mitetemo, tumeshakamilisha hiyo kazi kwa asilimia 47 na kwa ujumla wake hii projekti ya sasa hivi hii phase hii ambayo tunafanya sasa hivi itagharimu kiasi cha shilingi za kitanzania bilioni 43. Na hii project ni projekti muhimu sana kwa serikali kwa sababu kadhaa. Moja ni kwamba tunategemea kwamba kama tutagundua mafuta, basi nchi itaweza kunufaika na mafuta kwa sababu sasa hivi Tanzania hatuna mafuta na tunategemea kwamba hapa kutakuwa na mafuta, kwa hiyo nchi sasa itaweza kusevu fedha za kigeni ambazo inatumia hela nyingi sana kununua fedha, kununua mafuta nje ya nchi. Viashiria vyote vinaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kuwepo na mafuta na tunategemea sasa. Kama serikali tumetembelea na tumeona kwamba kazi zinaendelea vizuri, lakini tungependa spidi iongezeke, na sasa hivi kama mnavyojua tunaelekea kwenye kipindi cha, cha mvua kwa hiyo nafikiri kwenye kipindi cha mvua tutakuwa na challenges nyingi sana kupita kupi, uh. Kwa hiyo kwa kipindi hiki nafikiri tungeweza kuongeza manpower, tuongeze watu tuongeze vifaa ili kazi iweze kukamilika, na tunategemea kwamba hii kazi itakamilika mwaka kesho mwezi wa nne, na baada ya hapo sasa tutakwenda kwenye hatua nyingine ambayo itakuwa ni uh, kama data zitakuwa ni nzuri basi itakuwa ni hatua ya uchorongaji. Uh, uchorongaji wa mashimo yale marefu.